Karibu kwenye channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki kwa kufungua channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki kwa kunifuatia mafundisho ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Na leo tutakwenda kujifunza kitu chenye ujumbe unaosema kwamba kila mtu yupo kwa kusudi maalum. Kila mtu yupo kwa kusudi maalum. Na Roho Mtakatifu akakuhudumia kwenye mafundisho haya. Mafundisho haya yakafanyike msaada kwako, yakafanyike baraka kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen. Kila mtu yupo kwa kusudi maalum. Kuna wakati mwingine, kuna watu wengine ambao unaweza kufikiri kwamba kwanini watu wao wako hivi, kwanini ili jitu ni katili, kwanini mtu huyu yuko na tabia hizi, kwanini huyu mtu anafanya hivi, anafanya hivi? Lakini tambua kwamba kila mtu yupo kwa kusudi. Yesu alikuwa na wanafunzi kumi na wawili, lakini katikati yao alikuwepo msaliti Yuda na Yuda alikuwepo pale kwa ajili ya kutimiza kusudi la Mungu. Ilikuwa e, ni sharti atokee mtu katikati ya wanafunzi wake wa kumsaliti ili Yesu aweze kutimiza kusudi la Mungu la kusulubiwa pale msalabani kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Ko kwa, kwa jinsi ya kibinadamu naweza ukasema kwamba Yuda, kwa nini alikuwa vile? Kila mtu yupo kwa ajili ya kusudi maalum awe ni mbaya awe ni mzuri, kila mtu yupo kwa ajili ya kusudi maalum. Na nana maandiko anasema kwamba hata wabaya wapo kwa ajili ya wakati wa mabaya wapo kwa ajili ya wakati wa mabaya ko wa, hakuna mtu ambaye yupo mahali hapa kwa bahati mbaya, hakuna mtu ambaye yupo kwa, kila mtu jinsi alivyo, yupo kwa ajili ya kusudi maalum na ndio maana wewe, simama kwenye nafasi yako, simama kwenye nafasi yako. Kuna watu wengine ambao uwezi kuna, watu wanahangaika kutaka kuwabadilisha watu wengine. Kuna watu wengine uwezi kuwabadilisha, uwezi kuwabadilisha. Unayetaka kubadilika ni wewe, ujue ni namna gani unaweza ku, kuishi kwamba ku, ku, kuishi na huyo mtu ni namna gani. Kuna watu wengine ambao hawezi kubadilika, kwa hiyo kila mtu yupo kwa kusudi maalum. Lakini tunaposoma kwenye habari ya wana wa Israeli kwenye kitabu cha Kutoka, tuna jinsi, tunaona jinsi ambavyo wana wa Israeli walipoteseka walipokuwa, walipokuwa kule Misri, na Mungu akamtuma Musa akasema, nimesikia kilio cha wana wa Israeli, nimesikia maumivu yao, nimejua mateso yao. Sasa ninakutuma we Musa uende kawatoe kwenye utumwa wa Farao lakini akamwambia, nimekwisha ufanya moyo wa Farao kuwa mgumu hata waruhusu kiurahisi, hata waruhusu kiurahisi, hata waruhusu kiurahisi. Musa wakati anaenda kule alikuwa anajua kabisa hawataruhusiwa kiurahisi. Sasa kwa nini Farao alikuwa vile? Alikuwa vile kwa kusudi maalum tunaposoma kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, Kutoka 9:16 Kutoka 9:16 nasema kwamba lakini nilikusimamisha wewe kwa sababu hii ili nikuonyeshe uweza wangu, tena kwamba jina langu litangazwe katika dunia yote. Kwamba Farao alisimamishwa kwa kusudi maalum, ili Mungu aweze kuonyesha uweza wake aweze kuonyesha uweza wake kwa Mungu alichagua kupitisha kutaka kuonyesha uweza wake kupitia Farao na ili aweze kuonyesha uweza wake. Maandiko yanasema kwamba aliufanya moyo wa Farao kuwa mgumu ili aweze kuonyesha uweza wake, lakini pia sababu nyingine ya pili, ili jina lake litangazwe katika dunia yote. Maanake kupitia ugumu aliyokuwa nao Farao, kupitia ukatili aliyokuwa nao ufarao Mungu aliweza kuonyesha uweza wake lakini pia jina lake likatangazwa dunia nzima, dunia nzima. anasema nilikusimamisha, nilikusimamisha wewe kwa sababu hii ili nikuonyeshe uweza wangu kwa Farao. Alisimamisha ili Mungu aweze kuonyesha uweza wake na jina lake liweze kutangazwa dunia nzima, jina lake liweze kutangazwa hadi hata mwisho wa dunia. Alisimamishwa kwa kusudi hilo. Kila mtu yupo kwa kusudi maalum. Hakuna mtu ambaye yupo kwa bahati mbaya. Nimetangulia kusema kwamba katikati ya wanafunzi kumi na mbili ambao Yesu alikuwa nao, katikati yao alikuwa msaliti, na huyo msaliti ilikuwa ni muhimu wa uwepo ili kusudi la Mungu la kutundikwa pale msal, kusudi la Mungu kukomboa ulimwengu lipate kufikiwa. Asema Farao, nilikusimamisha kwa kusudi nikusimamisha ili niweze kuonyesha uweza wangu ili jina langu liweze kutangazwa dunia nzima. Kwa sababu ya ukatili wa Farao, kwa sababu ya ugumu wa Farao, Mungu aliweza kuonyesha uweza wake na jina lake likatangazwa dunia nzima. Na ndio maana hata wana wa Israeli walipofuka bahari ya Shamu, makabila yote ambayo alisikia habari ya Mungu, ya mambo ambayo Mungu ameyatenda yalishikwa na hofu alishikwa na hofu. Tunapotoma kwenye kitabu cha Samueli, kuna wakati Wafilisti walisema kwamba ni nani atakayetuokoa na miungu hii iliyo ndani, ni nani atakayetuokoa? Sasa Mungu alikuwa ametenda mambo makubwa, tunajua mambo yale, walijua mambo ambayo Mungu alitenda kule Misri, wakashikwa na hofu, na hata wanaweza walipokuwa wamefika Yeriko, mji mzima ulikuwa umefungwa kwa sababu watu walishikwa na hofu, mioyo yao ilikuwa hakulikuwa, hakuna mtu anayetoka wala kuingia. Wamesikia habari za mambo yale ambayo Mungu alifanya alifanya kule Misri, amefanya wakati wakiwa wanaendelea na safari, walisikia mioyo yao ikayeyuka. Kila mtu yupo kwa kusudi, kwa maandiko anasema kwamba kwenye Kutoka 9:16 lakini ukisoma kutoka kutoka hiyo hiyo tisa tano anasema kwa kuwa wakati huu ningekwisha kuonyesha mkono wangu kwa kukupiga wewe na watu wako kwa tauni, nawe ungekatiliwa mbali na kuondolewa katika nchi. Kwa sema kwamba ningekuwa na uwezo mimi, Mungu, nilikuwa na uwezo wa kukufutilia mbali wewe, tauni wewe wewe Farao, nilikuwa na uwezo wa kukupiga wewe Farao kwa tauni pamoja na watu wako, siku ya kwanza tu, nilikuwa na uwezo huo lakini ili niweze kuonyesha uwezo wangu nilio nao, ili jina langu liweze kutangazwa duniani kote, nimeufanya moyo wako kuwa mgumu. Aliufanya moyo wake kuwa mgumu, kwamba Mungu kwamba Farao asiweze kuwaruhusu asiweze kuwaruhusu asiweze kuwaruhusu wana wa Israeli kwa urahisi, ili aonyeshe uweza wake na matendo yake yatangazwe dunia nzima jina lake litangazwe dunia nzima dunia nzima. Na ndio maana pigo la kwanza, bado Farao alikuwa na moyo mgumu. Pigo la pili bado moyo wa Farao ulikuwa mgumu. Pigo la tatu, pigo la nne, pigo la tano, pigo la sita, la saba, la nane, la tisa, mpaka lilipokuja pigo la kumi, lipo Farao usiku ule ule wakati umetokea msiba, msiba nchi nzima mzaliwa wa kwanza wa wanadamu, wa ng'ombe, wa mbuzi wamekufa. Ndipo alipomuita Musa na Haruni, anasema ondokeni sasa. Na hata baada ya wao kuondoka bado moyo wa Farao, akasema kwa nini hao watu tumewaruhusu? Kazi zile nani atafanya? Tofali nani atatufyatulia? Akatuma jeshi smart, jeshi zuri na vifaa, kwenda kuwarudisha. Na Mungu akalifukia jeshi lake lote. Siku moja jeshi lake lote wakamezwa na maji. Kila mtu yupo kwa kusudi, anasema nilikusimamisha kwa kusudi hii. Kwa kuna watu ambao unawachukia lakini Mungu amekusudia ameku, ame, ame amewasimamisha kwa kusudi ili aonyeshe wakati mwingine uweza wake ili jina lake lipate kutangazwa. Simama katika imani Simama katika imani, piga vita vilivyo vizuri vya imani. Acha kuwachukia wao wengine, ambao wakati mwingine wanaonekana wakatili kwa jinsi ya kibinadamu, wanaonekana waovu kwa jinsi ya kibinadamu. Ni kweli wanakutendea mabaya, ni kweli ndugu. Mm, simama kwenye nafasi yake, nafasi yako. Kumbuka kwamba kila mtu yuko kwa kusudi. Huyu ambaye anaonekana mbaya, kuna kitu kizuri ambaye anatengeneza ndani yako wewe huyo ambaye anaonekana ni mwovu na kufanya mambo ma, mambo mabaya, mambo ya kikatili kwa jinsi ya kibinadamu, kuna kitu kizuri ambacho kinaumbika ndani yako, ambacho hicho kitu kizuri Mungu anataka kiumbike ndani yako ili aweze kukutumia kwenye nafasi fulani, aweze kutumia kwenye nafasi fulani. Kila mtu yupo kwa kusudi, na ndio maana usipoteze muda wako kuwekeza muda mwingi katika kutaka kumbadilisha mtu. Cha msingi badilika wewe. Hakuna mtu ambaye anaweza kubadilika kumbadilisha lakini wewe unaweza kubadilika badilika wewe. Badilika wewe. Kila mtu yupo kwa kusudi. Anamwambia na, na, na maandiko anasema kwenye Kutoka 9:15 kwamba nilikuwa na uwezo. Mimi Mungu nilikuwa na uwezo wa kukupiga kwa tauni. Siku moja tu. Inawezekana day one. Siku ya kwanza Musa alipoenda kwa Farao Musa na Haruni alipokwenda kwa, kwa Farao Mungu alikuwa na uwezo wa kuwapiga kwa kumpiga Farao kwa tauni pamoja na watu wake. Lakini sasa kama angefanya hivyo, uwezo wa Mungu usingeweza kuonekana. Lakini ili uweza Mungu uweze kuonekana, Mungu alifanya moyo wa Farao kuwa mgumu. Na ndipo ambapo Paulo alikuwa anajaribu kujadili jadili sasa, huyu Mungu anaufanyaje moyo wa Farao kuwa mgumu wakati huwa anaendelea kumpiga hivi kumpiga ipiga nje hivi. Paulo anasema wewe mwanadamu unawezaje kumuuliza Mungu? Kuna mambo mengine Mungu ana anatenda kwa namna ambayo ukijiuliza kwa jinsi hiyo inawezekana usipate majibu. Anaufanya moyo wa Farao kuwa mgumu, lakini anasambaza kipigo, anasambaza kipigo. Kila mtu yupo kwa kusudi. Farao alisimamishwa ili Mungu aweze kuonyesha uweza wake ili jina la Bwana, ili jina la Mungu, jina lake litangazwe duniani kote. Na ni kweli, jina lake litangazwe duniani kote na ndio maana kila mahali walipokuwa napita wana wa Israeli, watu mataifa waliokuwa na kukutana nao, makabila waliokuwa na kukutana nao yalishikwa na hofu, kwa sababu walijua mambo ambayo Bwana Mungu ametenda kule Misri. Kila mtu yupo kwa kusudi. Simama kwenye kusudi lako, simama kwenye kile ambacho Mungu amekusudia na sisemi kwamba usimame kwenye nafasi mbaya, sizungumzi hivi, mimi sizungumzi hivi. Nachotaka kujua kukwambia kwamba kila mtu yupo kwa kusudi maalum. Inawezekana ni mbaya kweli, lakini yupo kwa kusudi maalum, na ndio maandiko yanasema kwamba hata wabaya wamewekwa kwa ajili ya wakati wa mabaya, hata wakati wa mabaya, kwa kila mtu yupo kwa kusudi maalum. Ilikuwa sharti kwamba Yuda awepo kwa ajili ya kumsaliti Yesu, na kwa kufanya hivyo Yesu aweze kutimiza aweze kutimiza kusudi la Mungu. E, aliwekwa pamoja na kuwa kwa jinsi ya kimadamu alikuwa anaonekana kama ni katili, lakini Mungu alitaka kuonyesha uweza wake, lakini jina lake litangazwe dunia yote, jina la Yesu lakini pia kama na marafiki ambao unawapenda na umebarikiwa na mafundisho haya, basi usisahau kushare, usisahau kuwashirikisha, lakini unaweza ukatoa comment, unaweza ukalike, na Mungu akubariki katika jina la Yesu, amen.